inasemekana utakuwa ulikosa vingi sana. Kuna watu nawajua wanasema kwamba baiti uende labda kuuawa. Jamaa alikuwa anajulikana kwa kisu chake kidogo ambacho wanakiita na inasemekana kwamba jamaa alikuwa ni maarufu sana, alikuwa anajua kupigana kwa kisu chake

Wale wana wakaogopa kwanza walipomwona, si wakamjua. Nimewasumbua sasa, wakajua wanatandikwa, nipelekeni niaii zilikuwa zinapikwa pikwa, pikwa stori pale, ili mradi kumnasa jamaa na kuja naye katika hilo eneo. Sasa angalia jinsi anaangalia. Haya, mzee Lishon Hwana anakukaribisha. Anaku aliambiwa kwamba kulingana na kile alichosikia pale kwamba Baiti alikuwaga na flying dagger flani ambayo huyu jamaa anayo yaani alichukuaga. Meli meli. Hakuna eh, ah, uh, haja ya kutumia mbinu zote hizo karibu tupate chai e, pamoja. Ha, nisingependa kupata chai.

Kwanza cha kwanza unatakiwa mimi uniite akaita. <laughs> Lakini cha uniite akaita, lakini cha ajabu anacheka sana. Mama yangu mimi alikuwa apendi kabisa habari za mashwata. Yeah, je, baba yangu alikuwa ni mtu wa namna uh, uh, si gani ge... baba yako kwa kweli alikuwa ni shujaa Yisheng,

na mpaka leo ameacha sifa nzito. Mama yako ajawahi kukuambia, kuna maneno aliwahi kuyasema? Maneno gani? Alipenda kwamba basi mwanae aishi kwa kufuata mambo manne. Kwanza asifanye habari za kulipa visasi. Ehe, hilo la kwanza. Akisema kwa nini? Alikuwa anajua kwamba kisasi kinaweza kumteketeza mtu. Inaweza kumletea mtu mambo mabaya. Ni kweli kwamba baba yako, baba yangu alisema hayo mambo manne, kwamba mtoto wake akizaliwa yafanyike. Bai Tianyu alikuwa ni mtu ambaye ni Mungu, alikuwa ni mtu mwenye busara, na alikuwa ni mtu ambaye anasimamia maneno yake. Akasema kiongozi. Hebu niambie kuhusiana na aina ya chai ambayo baba yangu alikuwa anaipenda, naweza nikaionja. Sasa naye akawekewa chai pale. Sasa angalia, e, Bibi Dilin ndo ambaye anahusika na kila kitu, lakini sasa anavyofanya mambo inaweza kuharibu kila kitu. Alipokuja kuangalia mkono na kale kadubwasha kana kulialia mkononi, akaanza kuhisi anayemhudumia anamjua yeye. Sasa amechemka. Unajua binti naye masiara ni mengi sana. Baada ya kunishawishi kwa kiasi hicho, bado nina shaka kidogo. Usije ukaja ukajutia ulichoniambia. Kama umenidanganya kusema ukweli, wewe utakuwa ni yeye. Uh, au kama sio wewe, basi niambie Yika yuko wapi? Nina wasiwasi sana kuhusiana na Yika Yika. Ye Kai, nimekuwa nikikutafuta sana. Maisha ni sisi isu sikutarajia kwamba utanifata mpaka hapa. Ye Kai bana kumbe alikuwa amenibadilisha kidogo. Ah, alikuwa anatafuta sana eh. Ajabu wakaanza kumshambulia. Sasa sijui kwa nini wanashambuliana. Lakini kipindi hiki alikuwa na hasira nyingi sana. Hivi Fuangshu ana kichaa. Mbona tena anataka kuniua eh? Ye Kai, kama unataka kuniua, wewe nenda moja kwa moja, acha kuzunguka zunguka. Eh? Nini ambacho unataka? Aise, utakuwa kunielewa vizuri, basi kuna namna umenielewa vibaya. Akamwonyesha kisu kile ki flying dagger. Hiki kisu ni cha kwako? Akasema hapana. Ah, kwa hiyo nataka kusema kwamba nimekosea. Sasa wanaendelea kupambana. Jamani msipigane. Bibi anaanza kujiuliza sasa, nifanyeje? Maana yake kila kitu kimeshabadilika, mambo yameshakuwa mabaya. Na kijana hataki kuambiwa la kuambiwa. Anataka kufanya anavyotaka yeye. Basi pale pakawa machafuko machafuko. Eh, angalia. Kipindi anataka hakikishe kamaliza kabisa uzuri ni kwamba kai naye yuko vizuri sana ana uwezo wa hali ya juu sana kwa hiyo basi jamaa amepambana kwa kila style na wote walikuwa wanaoneshana utundu sio wa kawaida e, mbinu ambazo wako nazo kai ndio kama ambazo yuko nazo Master Fu kila mmoja akawa yuko kwa style yake anajua anachofanya kai akawa amejipanga na silaha zake <tinyo> Sasa wakati anataka kuja mzima mzima ili ampasue ika, akawa amedondoka ameumia mkono wake. Lakini basi, angalia silaha ambayo ilikuwa ya siri, ndio imempata mpenzi wake. Anamwambia wewe, angalia kitu ambacho amesababisha. Sasa basi, pale pakawa paka ndio hivyo mbwembwe kama ote na sasa amekasirika sana. Yika ikuona kwamba basi miss dilin ameumizwa, na sasa amepata asira ya kus, amepata sababu ya kupigana. Basi wakaanza kunyooshana hapo, kila mmoja anampambania mwenzie, ili mradi ya mnyooshe haya. Wakati huu basi, nakukumbusha kwamba ni muhimu sana Subscribe YouTube yetu hapa tafadhali, ni muhimu sana Subscribe YouTube yetu hapa tafadhali. E, akikisha ume subscribe, ume ume, like, ume comment, lakini vilevile nimekuwekea linki katika sehemu ya comment. Tumia linki hizo hakikisha e, umeelekea moja kwa moja katika chaneli zetu nyingine mbili hizo za YouTube ambazo pia basi tunahusika nazo katika kukuwekea burudani. Nenda subscribe. Usipitwe na burudani ya namna yoyote, zote hizo ni chaneli zetu sisi. E, na, na, nazisimamia mimi mwenyewe. Haya, angalia, mapambano yameendelea sasa. Inaonekana ni kama vile mbinu zao za kupigana zinakaribiana zina, eh, kila anapojitahidi mwamba hafui chochote, na inakuwa kama basi kila anachojaribu hakifanikiwi. Mara vikarushwa kama visu viwili. Aliyevirusha ni nani? Anatua mtu mmoja mbele yao, yule ambaye sasa sura ilikuwa imevaliwa ndio, anashuka. Huyo kumbe alikuwa ndio mwalimu aliyemfundishaga. Angalia nywele kila kitu yani ame, ameiga kama mwalimu wake <laughs> a akawa anataka kupimana na nguvu na huyo ticha. Angalia kitu alichofanya, yani ndani ya sekunde chache ticha alimfundisha jamaa staili ambazo hakutarajia kuziona. Alafu ameketi pale anapiga zake nne, anapiga zake chupa moja kwanza, alafu anamwangalia kijana poko Ye Kai shuo kama unataka kujua kuhusu bit huyu kijana wangu yuko. Basi angalia kitu alirusha wa yani sijui ni mawe yale, ndani ya sekunde chache kijana akalegea, akapiga goti chini. Bado nataka tuendelee kunywa hiyo. Wewe sasa, ana hasira kidogo, akaanza kujikuta ni kama kuna hali imebadilika yake yameshabadilika. Kwa hiyo macho yake akabadilika akaanza kuwa tofauti. Sasa anaanza kupigana kwa nguvu ambazo si za kawaida, hata uwezo anaouonesha sio wa kawaida, staili anazopigana sio za kawaida, mbinu anazotumia na kila kitu ni cha tofauti. A, ameamua kuingia hapo kati ili apambane naye, lakini basi alijitahidi, alijitahidi kujikinga kwa kila staili, ili mradi tu kujia na kumdhibiti jamaa aya. Sasa hivi ni kama amezidiwa, sababu jamaa hayuko kawaida na nguvu alizonazo sio za kawaida. Basi libidi ticha ili kumsaidia yika, hasa master huyo teacher huyo, ndio mbaya kabisa, ana mbinu nyingi za kupigana. Kwa hiyo kuna namna huwa anaangalia jamaa anavyopigana na, na ameshaelewa ni mtu anapigana Unaweza kuona hiki kisu ni kisu ambacho mara ya mwisho. E, basi ndio kilimuua bibie Chui Nong, kinafanana na vile vile. Anajitahidi kujikaza, lakini ndio hivyo sasa wameshamlenga Hakuna namna tena anaweza kuwa sawa, biashara yake ikawa imeishia pale. Anamwambia weka chini tusipomuua, sasa hatutapata nafasi nyingine baadaye. Nimesema weka panga chini. Kwa nini lakini? We, tuende tukasubiri Gau Mountain kwa miezi mitatu, ndo tutafanya hicho unachotaka. Sasa inaonekana kumbe, basi alishagafikiria kumuuaga jamaa, ndio maana inashangaza sana kwa nini mara kwa mara anakuwa anawaza sana kwamba anataka kufanya hicho kitendo. <ni kusansi> <tipas> Hey! Si unajua ulinishtua sana. Wow, umepigwa kisu sijui kitu gani kimekupata. Kwani wewe ni nani? Eh, kwani vipi? Hebu sogea. Wewe ni wala. Mimi ni Kai, kwa nini umenisahau? Ni tena busi wala. Kwamba unikumbuki nini kimekupata? Ni Kai. Mimi ni Kai. Bigo, wewe usije ukasogea hapa, sogea haraka ondoka. Be... Toka, na kwambia toka, anamfukuza. Sogea. Lili, nje hao hao Lili, ni maana unikumbuki kabisa mimi. Wewe kwanza. Uh, nataka kwenda nyumbani mimi, nipishe, nataka kwenda nyumbani na Eh, unataka kwenda nyumbani wapi tena, wala siwezi kukufanyia jambo lolote baya. Eh, ni mimi Ye Kai. Analazimisha, umeshanikumbuka kila kitafakari. Sasa mwanzoni alikuwa anamkumbuka, baada ya kupigwa vile na kulala kuja kupoteza fahamu kuja kuamka, kumbukumbu zimeondoka. Anamwambia mimi ni mtu ambaye tumekuwa wote karibu sana, kumwambia eh, wewe ni mdogo wangu, kumwambia mimi ni mume wako. Wewe unanidanganya mimi. Ni ukweli tena, mimi sikudanganya hata, usiogope mimi sitakudhuri, unanisikia lile lile. Mimi naitwa lile jina lako ni Dinling, lile shini lakini ulitaka mimi niwe na kuita Linlin binti kila kizumu avimrudii kabisa. Eh, kichwa changu kinauma. Akasogea pale akaketi tena, jamaa ananiambia mama, mimi unikumbuki kabisa. Nasema mimi sijui, sogea sogea hapo, usinisogelee. Sasa sema nifanyeje? Kwa nini siwezi kukumbuka chochote? Utakuwa sawa, utakuwa sawa. Kwani hapa niko wapi? Kwa wala usijali mimi nitakuwa na wewe anamwambia ni, Lilin, inawezekana ni makosa yangu. Basi anamwambia kichwa changu kinaniuma eti Tata. Basi binti akalalamika pale mwishowe ndio kama hivyo tena. ya anasema ni muda mrefu sasa umepita na nimekumisi sana cei. Tangu muda wote huo nimekuwa nikikukumbuka Im. Nilisema kama tutaonana tena, najua kuwa utanitambua tena. Maana yake sasa nimesha kuwa mtu mzima, Ding da ge, Brother Ding. Sasa sasa, unaona misma hivi, yuko sawa kabisa, ameamka, anafanya shughuli zake kama kawaida. Naomba uniwe radhi, nimekusumbua. Leo ni kumbukizi ya siku ya kifo cha mke wangu, nimeona nipate muda naye kidogo. kwa nini uko hapo? Nilienda kwa Gongsan, nalikuwa naenda kwa Gongsan, nimerudi ndo nikapita nikakuona. usi usiwe na huzuni eh, kasema basi, asante Brother bsi yutin da Nafikiri kama basi ningekuwa sijaenda huko kwa brother Gongsan nisingeweza kukuona hapa brother. Afya mke wangu haikuwa nzuri, alipoteza maisha wakati wa kujifungua. Inasikitisha mtoto huyo kichanga ambapo basi alifariki na mama yake. Lakini hata usijali, ni muda mrefu sana jambo hilo lililotokea. Nimesikia mabinti wengi warembo walikuwa wanakupenda, wanajikuta wamekuwa wanataka kuwa na wewe, lakini wewe hujataka kuwa kwenye mahusiano. Inawezekana ni kwa sababu ulikuwa bado hujamsahau mke wako. Anasema nasikia hata aibu kusikia hizi habari. Sasa namwambia basi na imani, kwa sababu mimi ni kwa karibu yako mambo mengi mimi na wewe tutakuwa tukiongea mara kwa mara. Nasema, anajua kwamba E, pengine mke wako alikuwa ni mtu ambaye anajua kujali, mtu ambaye anajua kupenda, na unashindwa kumsahau. Mm, akamwambia kuna msemo mmoja unasema mapenzi ya kweli yadangani. Sasa japo kuwa ni muda mrefu, lakini bado unaonekana unampenda. Akasema ndio, uhusiano wetu ulikuwa ni uhusiano wa karibu, na alikuwa ndio furaha yangu ya kwanza, alikuwa ndo mtu wangu wa karibu zaidi kumsihi mpenzi wake asiende kokote mbali, kwa sababu anaweza akapotea, lakini binti tunapita hapo katikati sokoni, tunaelekea huku hivi mashariki.